Kumekuwa na stories nyingi kuhusu uwanja wa Arusha, uwanja ambao unatengezwa nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uwanja wa mchezo wa mpira wa miguu tukielekea AFCON mwaka wa 2027. Sasa kuna taarifa ambayo ilitolewa kutoka katika wizara husika, wakisema kuwa kuna ile hali ya taifa la Tanzania kutafuta usaidizi kutoka katika taifa la China kumaliza uwanja. Sasa hii ni ishu ambayo wengi wamekuwa wakiongelelea na msemaji wa serikali ambaye anajulikana kama Gason Msigwa alitoa maelezo kuhusu ishu hii na akasema kuwa hawajakosa fedha za kujenga uwanja wa Arusha. Sasa hapa alinukuliwa akisema hivi, hatujakwama kujenga uwanja wa Arusha eti kwa sababu tumekosa fedha. Kwa hiyo tunatakiwa tupate fedha za msaada. Kazi ya ujenzi wa uwanja unaendelea, mkandarasi amelipwa vizuri. Hiyo picha inayozunguka ni picha inaonyesha maendeleo ya uwanja ukiwa umefika asilimia sabini na nne, mwisho wa nukuu. Sasa hapa, Gason Msigu alikuwa anaongea kuhusu habari ambazo zilikuwa zinaenezwa katika mtandao wa kijamii zikisema kuwa huu uwanja bado haujakamilika ndio, na wanatafuta usaidizi kutoka katika taifa la China. Sasa hapa akasema kuwa uwanja wa Arusha kukamilika ni mwezi wa saba, yani Julai ndiyo. Katibu mkuu wizara ya habari, utamaduni, sanaa na mchezo, semaji wa serikali Gason Msigwa amesema uwanja wa Arusha unatarajiwa kukamilika mwezi Julai mwaka huu, kulingana ratiba ya mkandarasi wa uwanja huo. Msigwa amesema uwanja huo utakaotumika kwenye mchuano wa Afcon mwaka wa 2027 na na umefikia asilimia sabini na nne. Sasa hapa kuna wengi ambao pia walikuwa wanajaribu kuhoji huu msemo ambao umetolewa na Gaston Msigwa, akisema kuwa uwanja wa Arusha ndio ambao unafaa upewe jina la Samia uko katika zile harakati za kumalizika malizika, kwa maana imeshachukua asilimia sabini na nne kufanyiwa kazi. Sasa kuna wengi ambao walikuwa wanajaribu kuhoji, kwa maana alisema kuwa hatujakosa fedha za kujenga uwanja wa Arusha. Sasa watu walikuwa wanajaribu kujiuliza maswali. Hapa kuna huyu ambaye anajulikana kama Rajabu 408 anasema na wameuza dhahabu. Dylan General Supplies anasema mm, kwa uzoefu wangu asilimia sabini na nne usinge usingekuwa katika hali hiyo. Hapo tuko asilimia arobaini na tisa. official BN Mkoga anasema inawezekana asilimia arobaini na saba hatukuelewa, lafuakaika emoji ya kucheka. Modas Home Tizi anasema juzi tu ndio nimeona wanaomba msaada China. Sasa kama una pesa unaomba ili iweje? Alafu akaweka emoji ya mtu ambaye amenyosha mikono juu. Mulato June anasema jamaa ana kazi ngumu kuitetea serikali yake, akiweka emoji kadhaa za mtu ambaye amecheka. Alafu Saidi Zimbu akasema ila tumeamua tuwe na tabia za Wagogo kuombaomba misaada ili kuyaenzi makao makuu ya nchi. Kiongozi ziroa anasema tushakuwa ombaomba. Alafu mchela kutupa anasema kila siku lipo uwanja umefika asilimia sabini na sita sijui ninatuonaje hili jamaa. Sasa ni baadhi ya wale ambao wanajaribu kuhoji tamko la msemaji mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anajulikana kama Gaston Msigwa, kwa maana amesema hapa hawajakosa fedha za kujenga uwanja wa Arusha kwa maana hapo mwanzoni kulikuwa na story stories ya kuwa taifa la Tanzania limeomba msaada kutoka nchini China kukamilisha uwanja wa Arusha ambao unafaa upewe jina la uwanja wa Samia. Sasa hii ni ishu ambayo nimekuwa nikifanya nikifuatilia kwa karibu zaidi, nagala nipate kujua hali halisi inakuaje, kwa maana kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika nyuma pazia ndio kwa ile hali ya huu uwanja kutengezwa na vile vile kumalizika. Sasa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia msemaji wake ambaye anajulikana kama Gason Msigwa anasema kuwa huu uwanja umefika asilimia sabini na nne. Inamaanisha kuwa imesalia tu asilimia 26 ndio uwanja huu ukamilike utumike katika Afcon mwaka wa 2027. Sasa inaonekana habari hizi ambazo zimetolewa na Gason Msigwa kusema kuwa uwanja wa Arusha kukamilika kwa mwezi wa Julai, umemvutia mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi. Kwa maana Mange hapa amejaribu kuhoji vitu vingi, ndiyo amefika katika mtandao wa X pale na kuweka chapisho, anauliza ndio, Je, hoteli ya Kimama inayojengwa hapo hapo karibu na huo uwanja umeshakamilika? Ye yeah, anajaribu kuuliza, kwa maana kulikuwa na figisufigisu figisu, yani stories ya kuwa kuna hoteli ambao unatengezwa karibu na huu uwanja wa Arusha ndiyo, na ni hoteli ambayo inamilikiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Akaendelea kusema hivi, msitupe update za uwanja tu, tupeni update ya majengo yote yanayojengwa kwa pesa za kodi za watanzania kwa ajili ya Afcon tukiwashe upya kazi ya kuexpose ufisadi wao, ameuliza hapo mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi, akaendelea kusema hivi, it's just that siku hizi nakosa hata nguvu ya kuongelea ufisadi wao, maana compared na mauaji ya wananchi waliofanya, naona kama ufisadi sio kosa la maana tena. Sasa hapa Mange anasema kuwa kuna ufisadi ambao unaendelea katika ujenzi wa uwanja wa Arusha, uwanja ambao utasaidia watu kufika katika sehemu husika kupata burudani wakati wa Afcon mwaka wa 2027. Sasa hapa Mange anasema kuwa mara nyingi amekuwa akiongea kuhusu ufisadi na vilevile mauaji, lakini sasa anaona kama ufisadi sio kosa la maana tena, nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ameuliza, tukiwashe upya kazi ya kuexpose ufisadi wao. Amesema ama ameuliza, ndio wakiwashe, yani waanze tena kuespos kile ambacho tunachokita ufisadi ambao unafanyika katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ukiongozwa na Mama Samia Suluh Hasan. Sasa hili ni posti ambalo Mange Kimambi amelieka kwenye mtandao wa kijamii ndio, na anajaribu kuhoji vitu vingi. Anauliza kama hoteli ya Mama Samia Suluh Hasan ambao unajengwa karibu na huu uwanja umeshakamilika kwa maana Gason Msigwa alikuwa anasema kuwa huu uwanja wa Arusha umesalia asilimia 26, uwanja ukamilike, uwe tayari kwa AFCON mwaka wa 2027. Sasa baada ya Mange Kimambi kuposti vitu kama hivi kwenye mtandao wa kijamii, kuna wengi ambao hapo wamejaribu kuhoji visa. Nasema endelea kuekspose ufisadi, ndio msingi wa mauaji waliofanya wameua ili waendelee kuiba, so ni muhimu kuendelea kuwanika. Mozambika akasema, huyu Msigwa akeketwe. Kwanza silipendi. Mwananchi wa kawaida anasema, mwacheni mama anasinya kivyake mkimsumbua atawabwatukia. Ndio Mshua akasema Mshigwa anatuona sisi ni matako yake. Ndanda Boy wa DSM asema yaani, badala ya kuomba msaada China watupe knowledge engineering sisi tunaomba msaada wa kujengewa bure, alafu mainjinia wanakuwa ni hao hao wa China. Luther King seven anasema, dada, kuna kitu kiliwafanya Watanzania kuona sasa ipo haja ya kusimama na kuitetea nchi yetu, ila ateketezwe kama ile kufichua ufisadi, ile ndio ilitupa sababu za kuacha kila kitu na kusema sasa tunahitaji kusimama pamoja kama taifa. Na kuna aliyeibisha fichua. Collins anasema hapana, Usiache dada, wa taifa, kuna namna ya kuunganisha hizi narratives mbili. Fikiria umwambia rais kuwa kuwaua ndugu yake ili mama Abdullah ajenge hoteli na mwanawe. Mimi tizi nasema piga zote, my dada, we miss you. mwingine hapa anajulikana kama Abraham Tanzania nasema hii ni vita, piga dada piga, hakuna silaha ndogo, hakuna kuzuia chochote. alafu mwingine hapa anajulikana kama Ikulaza anasema twende Kiulalo, ulalo. Apis Ais Malifela anasema hawakumanina wakitoka madarakani ni kutafisha hizi mali zote mbwa hawa. Alafu mwingine hapa anajulikana kama Hamenya Sianya anasema sasa huo uwanja utaishaje mwezi Julai, wakati wanaomba msaada wa kuimaliza huo uwanja? Watajua wenyewe, wauaji wakubwa hao. Alafu mwingine hapa anajulikana kama yule jamaa anasema watu wenyewe hawana akili waanza uwanja ukikamilika na kazi imeisha, watu wanahitaji huduma za kawaida hapo karibu: chakula, hospitali, hoteli za kulala, guest house na miundombinu kama barabara na vingine. Hii lazima ichukue hata miaka mitatu bila msaada. Msakatonge anasema hawa tunaenda nao bampa tu bampa, wezi wa kubwa zaidi. Samuel Sila anasema dada, ishu ya Insta kurudi hewani imefika wapi? huyu anajaribu kuhoji ile hali ya Mange Kimambi kurudi katika mtandao wa Insta. Alafu commentator anasema kwa pesa za Mchina. Sengo akasema matako yao. Salim niumba anasema mafanikio hayawahi kupatikana kirahisi, dada hakuna kuchoka. Sasa ni baadhi ya wale ambao wanamfuatilia kwa karibu zaidi mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi. Sasa Mange anajaribu kuhoji vitu vingi kutokana na ile ishu ya huu uwanja ambao unajulikana kama uwanja wa Arusha kukamilika ndiyo mwezi wa Julai. Kwa maana msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anajulikana kama Gason Msigwa alisema kuwa uwanja umesalia asilimia ishirini na sita ndio ukamilike, lakini ukiangalia vizuri unapata kama kuna bado mengi ambayo yanafaa yafanywe katika uwanja huu ndio angalau uwe tayari kwa Afcon mwaka wa 2027. Kwa hiyo ni Swahili TV, usisahau kusubscribe kulike, na vilevile kushea, alafu baadaye utadrop comment yako hapo chini angalau tupate kujua unajisije kutokana na makala hizi na vilevile vile ishu ya uwanja wa Arusha. Happy New Year, wa Tanzania nawatakia kila laheri huu mwaka mpya unaoanza tukiangalia mwaka mwaka elfu mbili uh, na ishirini na tano ulikuwa ni mwaka wa kihistoria. Ni mwaka ambao hakuna mtanzania atakao kusahau mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Na ndio mwaka ambao kwa mara ya kwanza wa Tanzania tuliachana na uoga. Ni mwaka ambao kwa mara ya kwanza wa Tanzania tulijitoa kuipigania nchi yetu, tulijitoa kutafuta haki ndani ya nchi yetu tulijitoa kutafuta uchaguzi wa haki kuhakikisha kuwa, uh, kura zetu zina thamani. Tulijitoa kupambana na ufisadi wa kihistoria. Tulijitoa kupambana tupate, eh, uchaguzi wa haki. Tulijitoa kupambana tupate katiba mpya. Matokeo yake yakawa nini? Matokeo yake yakawa ni serikali ya CCM kuua wananchi kinyama ili waendelee kushikilia nchi. Tunaingia mwaka 2026. Mwaka 2029, uh, 26 2026 ni mwaka wa sisi kwenda kukiendeleza tulichokianza 2025. 2026 sio mwaka wa watanzania kwenda kuridhiana na waliotuua na walioua ndugu zetu. Ndugu zetu hawakujitoa Oktoba 29, ili Watanzania tuje kufanya maridhiano na watu walio waua. Wenzetu walijitoa ili nchi ipige hatua kwenye kupata haki, kwenye kupata katiba mpya, ili tupate maendeleo, ili tuweze kuchagua viongozi wenye maono, viongozi wenye uwezo wa kutuletea maendeleo. Wenzetu walijitoa ili vija, ili vizazi vijavyo vije kukuta Tanzania mpya Tanzania yenye haki hawakujitoa ili leo Watanzania tuje kukaa chini na kufanya maridhiano na watu walio waua. Tanzania inahitaji umoja, inahitaji kurudi kuwa kitu kimoja, nchi yetu inahitaji kuhio, inahitaji kupona, lakini hayo hayatotokea as long as wauaji hawa bado wameshikilia nchi, maridhiano yataweza kupatikana pale ambapo Samia na wauaji wenzie wakiwa nje ya serikali ya Tanzania. Ni upumbavu gani, ni ujinga gani utakuwa kwa Watanzania kukaa chini na wauaji na serikali batili, serikali batili ambayo haijachaguliwa na wananchi serikali ambayo imejiweka yenyewe madarakani Utakuwa ni ujinga wa aina gani kwa watanzania kukaa chini na kufanya maridhiano na watu hao eh? Samia leo anaongelea 2026 kuanzisha tume eh, ya maridhiano, tume ya maridhiano. Mpaka leo mpaka leo Samia na serikali yake bado hawa, hawako tayari, hawataki kutoa haki lakini wanataka maridhiano ili ili tu nchi itulie, wao wa, waweze kuendelea kufanya ufisadi, waweze kuendelea kuishikilia nchi kinyume na matakwa ya wananchi wa Tanzania. mwaka 2026 ni mwaka wa kupambana, sio mwaka wa kufanya maridhiano na wauaji, ni mwaka wa kupambana mpaka tuwaondoe uh, wauaji 2026 tunapambana kuwaondoa wauaji serikalini sio kufanya nao maridhiano. Jaribu wewe leo kuimagine ndugu yako akapigwa risasi, alafu yule alimpiga risasi anakuambia njoo ufanye maridhiano na mimi, bila accountability yoyote, bila kukupa wewe chochote kilichofanya ndugu yako akaenda kuandamana Hawajatoa chochote wananchi walichokidai kwenye maandamano chochote, ila wanataka maridhiano ili wao wapate uhalali. Inabidi Watanzania mwelewe, Samia anang'ang'ania uh, maridhiano ili apate uhalali kama rais wa Tanzania. Msimpe uhalali huo. Maridhiano maana yake ni mnaihalalisha serikali ya wauaji. Hatutaki maridhiano na wauaji, tunataka wauaji watoke. Hiyo ndo 2026 itakapokuwa Tanzania. Happy New Year Tanzania. Let's stay focused. Let's stay focused. na naposema tu we focus, ndugu zangu, naona uko Instagram, mnaanza tena kupelekeshwa na upumbavu wa wasanii, mnaanza tena kupelekeshwa na upumbavu wakina Kajala wakina Amunize sijui, uh, wakina Zuchu na Diamond ndugu zangu wa Tanzania, ndugu zetu amekufa sasa hivi, mapenzi ya kina Harmonize ya hao wapumbavu yanatusaidia nini sisi kwenye maisha yetu? Hao watu sasa hivi wanalipwa na Samia, wanalipwa na hii serikali ili wawatoweni kwenye muda ya kupigania nchi yenu, mrudi kwenye upumbavu. Sasa hivi CCM wanapambana kivyovyote kuwarudisheni wa Tanzania kwenye upumbavu na wana take advantage vile mimi sipo, vile mimi sipo tena Instagram. CCM wana take advantage sasa kuwachezeeni akili, kuwarudisheni tena kwenye upumbavu wa umbea wa wasanii wa Tanzania. Na waomba mstay focused. Tumezika ndugu zetu, mmezika ndugu zenu maelfu kwa maelfu, mnatoa wapi muji za mapenzi ya wapumbavu eh? Alafu ha -ha, sasa hakuna hata chochote zaidi ya kwamba wanaofanyeni drama alafu kibaya zaidi wana wakebei, wana wacheka, wana wanini, bado mnaangaika. Mkumbuke any publicity is good publicity. Mkishaanza kuwaongelea hao hata kwa ubaya, tayari mnawafanya wanabaki, wanaingia mjini, wanabaki mjini, nini nini. Inabidi mwache kuwa discuss, achaneni nao, let's focus na ukombozi wa nchi yetu, let's focus Nawaombeni tu focus, achaneni na wasanii achaneni na watu maarufu hawa, ndio waliowafanya miaka yote mmekuwa wajinga na bado sasa hivi wanarudi tena kuwafanyeni kweni wajinga. Soon nitakuwa back Instagram inshallah, lakini for now na waombeni wa Tanzania mstay focused. Happy new year, nawapenda naomba tuendelee kupigana na naomba niwaambie tutashinda ili hii inahakikishia, tutashinda. Samia atatoka, hii serikali itatoka, tutaipata katiba mpya, tutarudia uchaguzi huu na kura zetu zitahesabika. He, watanzania tutaweza kuchagua serikali tunayoitaka, tutaweza kuchagua wabunge, raisi, chama tunachokitaka. Watanzania tutaweza kuchagua viongozi wetu, hatuta hatutashikiliwa kwa mtutu wa bunduki tena, hatutaonewa tena